Feaboy TV ni channel inayokuletea updates zote kuhusu ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini, tech na jinsi ya kupata kipato mtandaoni. Subscribe sasa ili usipitwe na taarifa tunapotoa video mpya. Unaweza pia kutembelea na kujiunga na grupu letu la Telegram, asanteni na karibuni. Ajira, ajira poto "Job posted by categories" kwa hapa, utapata nafasi za kazi ambazo zimepostiwa kwa category. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kufanya ni kuingia katika ajira portal portal.ajira.go.tz ili kuweza kufanya application ya nafasi za kazi ambazo zipo katika kategori yako au katika sekta ambayo wewe unataka kuiombea kazi. Kwa mfano hapa, accounting and auditing, unaona kuna nafasi mbili za kazi. Banking, economic and economic financial service kuna nafasi tatu Alafu creative and design kuna nafasi mbili, education and training kuna nafasi moja, engineering and construction kuna nafasi 15, environmental science and geography kuna nafasi moja, farming and livestock kuna nafasi 11, health care and pharmaceutical kuna nafasi 4, HR Administration kuna nafasi kumi na mbili, International relation nafasi moja, IT and Telecom nafasi tatu, Legal nafasi tano, Linguistic nafasi moja kwa hapa sasa, unachotakiwa kufanya ni kuangalia nafasi ambazo zipo na ukafanya application. Kwa mfano utatolea na mfano namna ya kuweza kufanya application katika nafasi yoyote, kwa mfano hii ya tourism and travel, utabonyeza katika hiyo sehemu, na hapa utaweza kuona nafasi inayopatikana hapa. Kwa mfano hii ni Assistance lecturer forestry, nafasi nne zinapatikana hapo katika chuo kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa kama nyingine unavyoona, kuna assistant lecturer tourism and event management kuna posti moja. Hii hapa ni chuo cha chuo cha elimu ya biashara chuo cha elimu ya biashara cha CBE. kwa so, unachotakiwa kufanya kama tayari una account yako ya Ajira Portal, unachotakiwa kufanya ni ku login to apply. kwa utaweza ku login ili uweze kufanya application. Sehemu hii ya ku login utaingiza username yako hapa, baada ya hapo utaweka password. Then uta click neno login. Kama hauna account kabisa ya Ajira Poto, kuna video ambayo nimeelekeza jinsi ya kufungua account ya Ajira Poto. Uta click katika sehemu hii ya then, create new account. Create new account utakuja katika sehemu ya ku create new account, utaenda ku create account yako pia mpya bila tatizo lolote. Kwa hapa sasa, nitarudi nyuma kidogo okay na nafasi nyingine zipo. Nafasi nyingine kama trade and service, utachagua transport and logistics, climatic drivers nafasi tano, land management nafasi moja. Uh, agriculture and natural resources pia utabonyeza katika sehemu hii ili uweze kuona ni nafasi gani. Kuna assistant lecturer education agricultural science and biology, hii ni chuo kikuu cha Mwalimu Julius Nyerere cha kilimo na teknolojia, alafu kuna conservation ranger forestry, hii hapa ni huduma za misitu Tanzania TFS fu pia kuna tuta to agricultural economics. Kwa hapo utachagua nafasi yako au kategori uh, ambayo wewe upo kama ni uh, security, ya security pia utabonyeza katika sehemu hiyo ya security. Alafu utaweza kuona hii ipo katika conservation ranger 3 forest guard 50 posts. Kwa hapo kuna nafasi hamsini za wakala wa huduma za misitu Tanzania na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwa kwa katika channel hii ya FEABOY, usahau kusubscribe, kulike, na comment katika channel hii. <coughs> Asante na karibu.